Tumsifu Yesu Kristo. <coughs> Katika kipindi hiki cha Kwaresma, Mungu ametupatia nafasi ya kushiriki mateso ya mwanaye Yesu Kristo na anatupatia njia mbalimbali ambazo kila mmoja wetu anapata nafasi mbalimbali na njia mbalimbali za kutubu. Na tunapopewa nafasi hiyo, tunapaswa kuitumia vizuri. Tusipoitumia neema hizo za kutubu, hakika tutapatilizwa kama alivyosema kwamba nyinyi nyote msipotubu dhambi zenu mtaangamizwa. Ndiyo, katika Injili ya leo inaonyesha wazi ya kwamba anapoongelea juu ya Wagalilaya ambao Pilato, alishanganya damu yao na dhabiu zao kwamba, je, wao ni wenye dhambi kuliko wengine? Katika maisha yetu Tuna tabia ya kufikiri kwamba watu wanavyopatwa na mabaya, kwamba wanapatilizwa kwa sababu ya dhambi zao. Kumbe Mungu leo anatuambia sisi sote tusipotubu, uh, tusipo dhambi zetu tutaangamia. Na hivyo ni mwito ambao tunapewa, ni mwaliko ambao tunapewa katika kipindi hiki, kutumia njia hiyo mojawapo ya kumrudia Mungu kwa kutubu makosa yetu. Tusione aibu kwenda kwenye kiti cha kitubio, kwenda kuungama ena kumwambia Mungu kwamba tumekosa, nataka kufanywa kuwa wapya. Lakini akitumia mfano wa lugha ya picha ya mtini anamaanisha <coughs> Mungu aliwateua wana wa Israeli kama wana wapendwa, taifa teule la Israeli, lakini pamoja na mema mengi ambayo aliwatendea, walikengeuka wakaishi katika maisha ya dhambi. Ndiyo maana anapokuja anasema anakuja kwa muda wa miaka mitatu katika e, kupitembea katika mtini huo akitafuta matunda na asipate kwa sababu ya uovu waliokuwa wameutenda. Yesu Kristo ndiye anayetajwa katika sehemu hiyo kwamba yeye ndiye mtunza hiyo, hiyo bustani ambamo huo mtini upo na Mungu ndiye mwenye hilo shamba. Sasa wewe na mimi ndio tunaitwa tunaalikwa leo kuonekana kwa wami mitini ambayo inapaswa iwe inazaa matunda. Sasa kama tulivyosikia kwamba mwenye shamba mtunza huo hilo shamba amesema ni vizuri kupalilia huu mti usikatwe, tuwache kwanza tupalilie kwa muda wa miezi miaka mitatu, tusipoupalilia tutaukata. Namba tatu ni namba kamilifu. Miaka kami mitatu ni kipindi cha kutosha ambacho tumepewa kama vile tunafahamu Yesu Kristo alikufa akafufuka baada ya siku tatu. Kwa hiyo namba tatu inaonyesha muda mzuri ambao si tumepewa wa kurudia mrudia Bwana. Sasa tunapalilia vipi huo mtini? Tunawekaje mbolea huo mtini ili uweze kuzaa matunda mazuri? Tunaposhiriki ibada za jumuiya ya vijana kama hivi, tunaposali E sala za, za kuabudu Ekaristi takatifu, kipindi hiki, unapokuwa na sala binafsi huko nyumbani, unakufanya uondokane na kumpa shetani nafasi katika nafsi yako, ambaye atasababisha mtini huo au wewe usizae matunda mema kwa kutokuwa na uwepo wa Mungu ndani yako. Unapokuja kusali misa za katikati ya wiki asubuhi unapokwenda kwenye jumuiya kuu ya wazazi kuungana nao, unapata mbolea unapopokea Ekaristi Takatifu. Ni aibu kijana, unakuja kanisani umekaa, e, muda wa kukomunika una, una umefika, unashindwa kwenda kupokea kwa sababu mti huo haujapaliliwa, kumbe umepewa nafasi ya kwenda kuupalilia huo mti mtini ili uweze kuzaa matunda mema, na matunda mema hayo ni uwepo wa Mungu utakaosababisha matunda mema ambayo ni upendo, furaha, unyenyekevu, e, usafi wa moyo ambao utatokana na kuwa karibu na huyu Mungu kwa kumrudia hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma ambacho tunaalikwa. Kwa hiyo tukitaka tu tusiangamie, tutubu dhambi zetu, na kama mitini tuzae matunda yaliyomema ya. Ndio maana mzabibu anatuambia, zaeni matunda yaliyomema, ili Bwana akiyapokea na yatabarikiwa ya vema. Matunda hayo yanatokana na